wa wauguzi ambapo waziri wa huduma za afya profesa Anyang Nyong'o ametishia kuwafuta kazi wauguzi watakaokosa kurudi kazini ifikapo siku ya Jumatatu. Nyong'o pia amewahakikishia usalama wauguzi watakao watakaorudi kazini na kupuuza mgomo wa wauguzi unaoendelea kote nchini kwenye hospitali za umma. Miungano ya wauguzi iliitisha mgomo wa wauguzi hao ulioanza tarehe tatu mwezi huu. Taarifa kutoka Wizara ya Huduma za Afya, waziri profesa Nyang Nyong'o alionya wauguzi watakaokosa kurudi kazini ifikapo siku ya Jumatatu tarehe kumi na saba saa saba mchana au saa moja jioni kwa wale wanaofaa kufanya kazi zamu ya usiku, basi watapigwa kalamu na wengine kuajiriwa kuchukua nafasi zao, zikiwa siku kumi na moja baada ya wauguzi hao kugoma na kutatiza shughuli za kimatibabu katika hospitali za umma nchini wow wagonjwa wakiathirika zaidi. Nyong'o amewataka wakurugenzi wa matibabu mikoani kuna kili wale watakaokosa kufika kazini na kutoa majina yao ifikapo mwendo wa saa kumi siku hiyo, ili waachishwe kazi mara moja. Muungano wa uguzi uliitisha mgomo huo ulioanza tarehe tatu mwezi huu. Changamoto yao ni kwamba muungano wao haujasajiliwa, pengo pengine watakalotumia serikali washinikiza kurejea makazini, huku ikibainika kuwa hali ya sintofahamu ingali imekumba wauguzi uliochanganyikiwa kutojua pila kufuata. Wagonjwa ndio walioathirika pakubwa, huku wengi waliolazwa mahospitalini wakiwa hawajapata huduma yoyote yapata siku kumi na moja sasa. Katika hospitali kuu ya mkoa wa Pwani, hali ni kadhalika kama kwingineko, wagonjwa wakiwa wamechelekezwa na kuumia katika vita vya mafahali wawili wanaopigana na wanapoendelea kugoma. Hivyo sisi hapo kama wagonjwa, hakuna msaada tunapata, tunaendelea kuteseka. Muungano huo umetaka serikali kushughulikia kwa ajili ya kuuguzi, vile vile kulipwa kwa marupurupu na pia kuhimiza serikali kuondolea mbali tishio la kuwafuta kazi. Agnes Penda, KTN leo Jumamosi.